Rai hiyo imetolewa na makamu mwenyekiti wa CPC mkoa wa Arusha Askof Shadra King'ori akiwa mgeni rasmi katika ibada ya Ijumaa kuu iliyoandaliwa na umoja wa makanisa wa mkoa wa Arusha na kufanyika katika viwanja vya Sheikh Amri Abeid mkoani Arusha. Amesema kuwa ni jukumu la kila Mtanzania kuilinda amani ya nchi kwa kuiombea. Ni jukumu la kila Mtanzania, ni jukumu langu binafsi kupitia Pasaka hii. Nijaribu kufikiria nitoe mchango gani kwa ajili ya mji huu ambao Bwana amenipa. Ili amani ya mji wangu na amani ya nchi ya Tanzania iendelee kudumu. Tunahitaji sisi kama Watanzania, viongozi wa wananchi na viongozi katika imani, tuongeze kiwango cha kuwavumilia Watanzania ambao wametofautiana katika mitazamo yao. Tunahitajika kutoa mchango wa maombi kwa ajili ya kuifanya Tanzania iendelee kufaa kwa ajili ya ibada kama hizi. Akimkaribisha mkuu wa mkoa Arusha makamu mwenye kituo moja huo, Askofu wa jimbo kuu Katoliki Arusha, Mhasham Askof Isaac Amani amesema jamii inapaswa kukemea vitendo vya kikatili vinavyofanyika katika jamii kwani vinaondoa amani, huku mkuu wa mkoa Arusha Mheshimiwa Paul Makonda akiwasisitiza viongozi wa dini kuihubiri amani wakati huu wa uchaguzi mkuu. Kuna migogoro na ukatili katika familia zetu, wa Kristo na wasio wa Kristo. Kwenye ndoa kuna changamoto kubwa mno kuna uadui ndani ya familia ndugu waelewani. Kuna uadui kati ya wakulima na wafugaji, iko migogoro katika watu hao, kukata na kuua mifugo ya wafugaji. Sasa hayo ni viashiria, ni viashiria. Tunapaswa kujipanga Tanzania iwe kweli ni nchi ya amani, sio kuimba amani, ni kutafuta amani. Tuko kwenye mwaka wa uchaguzi, watumishi wa Mungu ni waombe sana. Niko chini ya nyayo zenu, semeni yale mliowasikia kutoka katika kiti cha enzi, semeni yale ambayo Mungu hapa kuyanena kupitia Roho Mtakatifu, sio yale ambayo tunawaambia sisi wanasiasa. Hapa nilipo mimi ni mwanasiasa, nitakwambia mambo ya chama changu, atakweko mwingine wa chama chake atakwambia mambo ya chama chake. Lakini ili wewe upate kibali mbele za macho ya Mungu, yatamke yanayotoka kwenye kiti cha enzi kwa ndani yake ak ya yaooawali akizungumza ya kwa niaba ya askofu wa KKKT Dayosisi ya Kaskazini Kati, msaidizi wa askofu wa dayosisi hiyo mchungaji la Reto Loishie amesema kila mtu anapaswa kumshukuru Mungu kwa uhai alionao. Mungu ametoa uhai. Ndiyo maana tukiwa hapa leo, uhai huu tulionao, amani tulionayo afya tuliyonayo, tunaweza tukatoa sauti, tunaweza tukahubiri. Haya ni matendo makubwa ya Mungu. Kati ya mambo mengi ambayo yamezungumzwa katika eneo hili ni pamoja na kuiombea amani nchi ya Tanzania katika kuelekea uchaguzi wa rais pamoja na wabunge utakaofanyika Oktoba mwaka huu. Kutoka hapa katika uwanja huu wa Sheikh Amri Abedi uliopo katika jiji hili la Arusha, mimi ni Eliuruma Chao